Waziri wa mambo ya nje wa Urusi, Sergey Lavrov, ameushutumu Umoja wa Ulaya na jumuiya ya kujihami ya nchi za Ulaya Magharibi NATO kwa kutumia Ukraine kutangaza vita halisi dhidi ya Urusi. Akihutubia mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa kundi la G20, jijini New York nchini Marekani, Lavrov amesema nanukuu, kauli yake mfano mwingine wa wazi ni mgogoro wa Ukraine umechochewa na nchi za Magharibi kupitia NATO na EU tayari wameshatangaza vita halisi dhidi ya nchi yangu na wanahusika moja kwa moja mwisho wa kunukuu. Lavrov ametoa kauli hiyo ikiwa zimepita siku mbili baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kuashiria msimamo mkali zaidi dhidi ya serikali ya Moscow, huku wakilisifu jeshi la Ukraine na kuwataka wanachama wa NATO kuzitungua ndege za Urusi zitakapoingia kwenye anga la mataifa yao. Aidha, mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kalas, ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza shinikizo kwa serikali ya Kremlin kwa lengo la kukomesha vita hivyo. Kwa sasa vikosi vya Urusi vinadhibiti takriban asilimia ishirini ya ardhi ya Ukraine, huku mapigano makali yakiendelea ya mashariki mwa nchi hiyo. Hata hivyo, mashirika kima ya kimataifa yanahofia kuwa kuendelea kwa mvutano kati ya Urusi na NATO kunaweza kusababisha mzozo mkubwa zaidi unaweza kuyumbisha usalama barani Ulaya.